Baba yako akijua ataniua mimi. Kama atakuua wewe, basi na mimi aniue. Kisamvu we, Kisamvue we. We mtoto ni mshenzi matusi wewe, ina maana unisikii ama baba? Subiri kidogo, nakusikia. Hilo unaninyamazia si ndio? Ndo unatoka sasa hivi baada ya mimi kupiga mikelele yote ile, si ndio? <laughs> Yani mzee bwana, yani nikwambie kitu, umu chumbani kwangu baba, panya wananisumbua sana. Wanakusumbua panya? Mm -hmm. Ni panya gani huyo mwenye sauti ya mtu? Aka katoto kapumbavu kameingia tena ndani. wekisamvu wewe, yani watoto wa elfu mbili wanajifanya wajanja sana. Wee kisamvu wewe, sauti ya huyo kijakazi nimekisikia humo ndani na kuhakikishia huyo mimi namfumula ubongo. Haiwezekani kija kazi atembee na mtoto wa tajiri Black Wizard. Eh? hajawaona watoto wengine. Nakwambiaje huyo lazima nimfumule ubongo eh. We binti, nakufumula ubongo, nakwambia ukweli leo baba. Ngoja panya huyo, huyo, huyo. panya gani tena shenzi! Napita eh. na, na huu mlango <laughs> Sijui itakuwaje sielewi <laughs> <laughs> nini sasa unachofanya mpaka eh, atusikie. Cha kufanya wewe, ingia chini ya ufungu ehe, eh, hapo hapo hapo hawezi kukuona kwa sababu tu hata mimi sikuoni. <coughs> hivi we mtoto, unaniacha hapa mpaka saa ngapi sasa? Nakwambiaje, naingia na, na huu mlango, sina cha kusubili tena. Oya Mwajei, sikiliza kitu hiko iyo, nikubalie ili niwe wako, ni kubalie ili niwe wako. Umenifumula ubongo wangu, nataka uwe potato wangu. Umenifumula we, yani sijui ni kupea adhabu gani? Heh. Nisikilize we mkaka, tena unisikilize kwa makini, kwa sababu haya maneno sitakuja kurudia tena. Mara ngapi nakwambia kwa wewe, mimi sikutaki, lakini haunielewi. Mimi kuna mtu ambaye nampenda nimemweka moyoni, anaitwa Kisamvu. Sasa naomba usinifuatilie. Umekuja chuo kusoma na sio kuja kufuata mapenzi, kumbe mwenyewe nampenda mtu. Umekuja basi, tafuta mwingine, ila sio mimi, sawa? Hi, wewe vipi? Sasa mimi nakupenda sasa. Yani huyu kaka mgumu kunielewa. Haya, mimi sikupendi. <laughs> Yani, unanichekesha sana licha koti ya kujimbisha kote huko, lakini mchumba anakupiga chini kila siku. Kwa nini usiliziki na matokeo Shabani? Alafu weupala wewe wewe <laughs> yani, nakuona kabisa unaingia katika anga zangu. siku ukijichanganya nitakuja nikufumule mingumi, nitakuja nikufumule mingumi. Mimi sio mtu mzuri mwanangu, umekuja shule kusoma si kufuatilia watu. Iyi. Naona zalau sasa zimezidi hadi kwa marafiki wananizalau, yani wananizalau kushipitiliza. Ila huyu mwanamke amenifumula ubongo wangu, amenifumula moyo wangu, siwezi, siwezi kumwacha, lazima hapa ning'ang'anie. Na kupenda mwajei wewe, utakuja kumpendea ofisini Tuongozane ofisini sasa hivi. Vicheku, baba ni panya tu <laughs> usinifanye. <laughs> Mimi sina akili, panya gani mwenye sauti ya mtu? <laughs> <laughs> Baba bwana, hebu nenda bwana, mimi nina kazi ya kumtafuta panya wangu. Hata sijui kaingilia wapi, ananiharibia sana vitu vyangu. <laughs> yaani sijalizika kabisa, mimi naenda. <laughs> Ila nakusii mwanangu, chonde chonde, sitaki utembee, sitaki uwe na mahusiano na wanawake wanuka mikojo. Kajamba nani wewe, una hazi, eh? Baba yako tajiri Black Wizard, mimi hapa. Kwa hiyo tafuta wanawake ambao wanaendana na wewe sawa sawa. Baba mimi nishakuelewa. Nani huyo aliyekoa Kumbe umemficha mtu humo ndani, si ndio? My potato na, na. Ana potato. Ana potato. Ana vituko. Hey, hey. Utacheka cheka ukiwaonae. Hata kwa baridi ana dansi katikati ya ji